sungu utafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV, TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Leo hii niwape siri ya kuchinja. Mara nyingi tunazungumza habari za kuchinja, lakini niligundua kumbe sijawapeni somo makini la uchinjaji. Swala so, la uchinjaji. Kwanza siri ya kwanza unatakiwa kufahamu, kiangalia kichwa chako wewe hapo ulipo, unaponitazama. Hata kama utakwenda kuchinja kuku, utakwenda kuchinja mnyama aina yoyote, lakini iwe mnyama aina ya ndege, iwe mnyama wa miguu minne, yaani mwenye miguu na mikono, anatembelea miguu na mikono lakini huyo mnyama au ndege uliyemshika, kitazame kichwa chake, kitazame kichwa chake. Unapogundua katika kichwa chake kuna mdomo, unapogundua katika kichwa chake kuna masikio, unapogundua kwenye kichwa chake kuna pua, na kwenye kichwa chake kuna macho, basi juu hivyo vitu vinne ndio unavyoenda kuvitenganisha na mwili wake, na ndiyo kifo chake kinakwenda kupatikana, kwamba kichwa hicho hicho, ndivyo vitu hivyo vilivyokuwepo vinne, na wewe unavyo hivyo hivyo vinne, na uhai wetu wa wanadamu na viumbe wote duniani tulioumbwa katika mwili uliokaa katika hali ya kichwa ambacho kina macho kina mdomo kina pua na masikio. Somo hili ni shaapeni katika kufahamu siri ya macho, mdomo na masikio, lakini kwa uchache ni kwamba mdomo ni kusini au sayari ya maji, masikio ni kaskazini au sayari ya udongo, macho ni mashariki au sayari ya moto, na pua ni magharibi au sayari ya upepo. Ukisikia pande kuu nne za dunia, hizo ndio pande kuu nne za dunia. Kwa lugha mloizoea ni mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Lakini ndio nimekwambia, kusini ni mdomo wako, kaskazini ni masikio yako, mashariki ni macho yako na magharibi ni pua yako. Sasa vitu hivi vimeunganishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe na sayari zake hizo nne, kwamba tunapopokea nguvu kutoka kwenye hizo sayari nne, ndio tunakuwa na akili nzuri, ndio tunatambua vitu vingi, tunakuwa na uhai, tunakuwa na vitu vingi tu. Na ndiyo maana kiumbe yoyote akikatwa kichwa chake hakuna uwezo wa kumwokoa tena. Kitendo cha kutenganisha kichwa na kiwiliwili, ndio biashara imeishia pale. Sasa hiki kitu unatakiwa ufahamu, unapomshika mnyama wa aina yoyote, iwe ndege iwe mnyama watembelea miguu na mikono, au ndege wanayeruka kwa mabawa, lakini kitendo cha kwamba umeshika shingo yake na unakiona kichwa chake, na nuyo lako ni kushika kisu kwenda kutenganisha kichwa chake na kiwiliwili. Maana yake huyo mnyama unakwenda kumtenganisha, zidi ya kaskazini, zidi ya kusini, zidi ya magharibi na zidi ya mashariki. Unamtoa katika muunganiko wa, wa, wa, wa macho, katika moto, mashariki. Unamtoa katika muunganiko wa pua, hewa, upepo, magharibi unamtoa katika muunganiko wa masikio udongo kaskazini, unakwenda kumtoa katika muunganiko wa mdomo maji kusini, unaimtenganisha mwili wake na nguvu ya Mungu aliokuwa akiipokea. Hapa kuna siri, siri yake ni kuomba katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu, uwe na kusudio makini utakaloliomba kwa Mungu linalokuruhusu kwenda kutenganisha iki kichwa na kiwiliwili cha huyu mnyama. Sasa kusudio lako linawezekana ikawa kitoweo, kusudio lako linawezekana ikawa sio kitoweo, lakini ukawa na shida nyingine, ikawa kafara. Kafara ni chochote tunaweza tukakiita. Kafara ni lugha iliyotumika, lakini uh, maana yake sana kama vile unataka ku tuseme, kwa uzuri ni kama kutoa rushwa, ni kama mtoa rushwa. Mtoa rushwa anatoa sehemu ya mali au pesa au chochote kama hongo, ili aweze kupata kitu fulani. Sasa, kuchinja tunatoa rushwa kwa malaika, tunawachinjia viumbe tusioona kwa nuyo letu, ili kukata mwili ule wa mnyama, wewe ufanikiwe katika jambo fulani au uepushwe katika jambo fulani. Hiki ni kitendo ambacho mtu yoyote anaweza kufanya kitakacho kuferisha ni siku muda kulingana na shida uliyokuwa nayo, ila kwa wale ambao wameangalia maajabu ya siku. Kama wewe hujawahi kuiona maajabu ya siku, unaweza hata google maajabu ya, unaandika Allykk Allykk, maajabu ya siku, pale utapata, sema Allykk, andika maajabu utapata Google, au ingia hapa kwenye YouTube chaneli yetu search. Okay, ukiipata hii utagundua kila saa na sifa yake, kwa wiki nzima, na utajua wewe leo hii ni juma ngapi, ni juma gani, saa ngapi, unanuia nini katika kutenganisha kichwa cha huyo mnyama ili iwe sababu ya kufanikisha kile unachotaka kifanikiwe. Sasa hapa unaweza kuomba kitu cha aina yoyote kwa kusudio lako na Mwenyezi Mungu akakusikia. Sasa kuna wakati unaweza ukachinja na huyo mnyama akaruhusiwa kumla hata wewe, na kuna wakati unaweza ukachinja huyo mnyama wataruhusiwa wale watu wengine na wewe usile. Kuna wakati unaweza kuchinja huyo mnyama, wakaruhusiwa kula watu labda wa jinsia fulani na jinsia fulani wasile. Kuna wakati unaweza kuchinja huyo mnyama, labda wataruhusiwa watu walika fulani ndio waweze kumla, lakini watu walika fulani wasiweze kumla, yaani umri huu, pengine wale watoto tu au wale wazee tu au vijana lakini sana waga ni watoto tupo, au wazee tupo, au watoto na wazee. Vijana huwa wanatoka, kwa sababu nao wanakuwa na manuyo yao mengine. Yani unajua wazee kwa nini watoto tupo? Watoto bado hawajaingia kwenye malengo, bado hawajakuwa na vita, mapambano ya kidunia. Na kwa nini wazee? Wazee wengi wameshalizika katika mapambano yao waliopitia walipokuwa vijana mpaka kufika kwenye uzee, kuna hali ambazo wao zimeshawaridhisha. Kwa hiyo wamepunguza vita ya mapambano kwa asilimia kubwa katika masuala ya kiuchumi, lakini vijana wengi bado wapo kwenye ndoto, wapo kwenye mipango ya vita ya mapambano dhidi ya uchumi. Kwa wao mara nyingi huwa wanakosa kuwa na nafasi ya kuwapa wale kama vile wewe mwenyewe unavyotakiwa usimle ule mnyama hapa kuna siri nyingi ambazo nyingine hatuwezi kuzieleza, lakini mekupa kwa uchache. Inawezekana hapo ulipo una matatizo na uwezo wa kumpata mnyama. Ukaomba ukachinja unao, basi fanya hivyo, kwa utaratibu huo utaweza kukusaidia. La kama huwezi kupata utaratibu sahihi kutokana na nia yako na unataka ufanye hicho kitu kwa uzuri sana, basi unalipa elfu ishirini pesa ya Tanzania, alafu tukupatie maelekezo. Utanieleza, utanief, uta, utalipa elfu ishirini katika namba yangu ya 0765 559042. Na ukishalipa hiyo elfu ishirini utaingia kwenye namba yangu hiyo hiyo kwenye whatsapp yangu utanieleza shida yako. Kwanza utaniambia jina lako, wewe ni nani, li lililokulea. Cha pili, utaniambia watu wako wa karibu, wanayekutegemea zaidi. Cha tatu, utanieleza nuio lako ni nini. Nitakuelekeza sasa uchinje lini, saa ngapi, uchinje mnyama wa aina gani, wa rangi gani, na unapochinja unuieje ili utimize hilo jambo lako liweze kuwa lenye mafanikio. Hapo utapata jambo zuri zaidi, pamoja na kuwakwambia kwamba huyo mnyama utakayechinja anatakiwa kuliwa na akina nani. Hapo pia nitakueleza, kwa kulipa elfu ishirini. Lakini kama utahitaji uchinje, na hapo naeleza kwa kuchinja wewe mwenyewe tu, sio kwa kuja kwangu uchinje na mambo yako yakawa ni mengi ya kibiashara kama ni zaidi tunaweza tukakubadilishia hata gharama za kunilipa ili tukakupa maelekezo makubwa zaidi ila hii elfu ishirini ni maelekezo ya chini maelekezo ya kati kwa hiyo utazingatia ukilipa kama utapiga simu kwa wasaidizi wangu akakwambia lipia elfu kumi elfu kumi ni hela ya maongezi lakini nje elfu kumi kwa hela ya maongezi Unalipa hiyo elfu ishirini kwa ajili ya maelekezo ya kutaka ujue mwenyewe kama ni kuku, mchukue kuku mchinje, lakini kwa maelekezo nataka kupatia, ili uweze kuondokana na hilo jambo lako kama itawezekana kwa kuku. Na kuna shida nyingine kwa kuku haziwezekani, shida nyingine kwa mbuzi haziwezekani, shida nyingine kwa ng'ombe haziwezekani. Shida nyingine inawezekana ni kuku, lakini sio mmoja, na shida zingine inawezekana ni ng'ombe, lakini sio mmoja. Na shida nyingine inawezekana ni kondoo lakini sio mmoja, inawezekana ni ngamia lakini sio mmoja, inawezekana labda ni e, ziko za aina nyingi. Sasa tutakapoisikia shida yako nitakushauri kulingana na shida yako. Hapa unaweza kuomba vitu vingi: kufungua vifungo, kuepukana na mabaya yanayokuandama, kuomba mafanikio katika utafutaji wako Kuomba ulinzi katika mwili wako, vitu vya aina mbalimbali vinaweza kuomba. Sasa wewe utakuwa kazi ni kwako. Hii ni siri ya uchinjaji, na yoyote anaweza kuchinja, yoyote anaweza kuchinja ili mradi tu akazingatia taratibu hizo ambazo tutamwelekeza kwa. Hii ni zawadi tena tunawapeni katika kipindi, zile zawadi zetu za mwaka tunawapeni moja moja, kama hivi ili mwa mnapata vitu vya kuwasaidia. Ali Hatibu Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Namba za simu ni 076555942 na 06735942 Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, kwenye mizimu ya Kimwasa hapa hapa ndipo nilipo.